Mewasili hapa katika uwanja wa ndege wa Kia ukiwa katika shirika la ndege la Ethiopian Airline na ukitokea moja kwa moja katika mji wa Tel Aviv nchini Israel. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Saidi Musa ndio ameongoza Watanzania katika mapokezi ya mwili huu kwenye uwanja huu wa ndege. Kini mpaka sasa tunasema ni upatikanaji wa mabaki ya mwili wa marehemu baada ya vipimo vya kisayansi DNA kufanyika na kuthibitisha kwamba huu ni mwili wa mwenzetu Joshua Mollel, na serikali tangu kipindi hicho imekuwa ikifuatilia na kupatikana kwake. Tarehe sita Novemba tuliarifiwa na kupata ithibati kwamba huu ni mwili wa ndugu yetu, mtoto wetu, Mtanzania mwenzetu Joshua Mollel. Ni mambo mazito kwa sababu miaka yote miwili tumeishi bila kuwa na amani, lakini kwa sasa naweza kumshukuru Mungu kwa sababu mwili umepatikana, na nafikiri tukisha hifadhi basi maisha mengine yataendelea. Kutoka moyoni, napenda kuishukuru serikali ya Israel kwa jitihada tangu haya yalipotokea. Kilichofanyika hapa ni makabidhiano rasmi ya mwili kutoka kwa mwambata wa balozi wa Tanzania nchini Israel na sasa mwili huo umekabidhiwa rasmi kwa serikali ya Tanzania na hatimaye kwa wazazi wa marehemu Joshua Mollel ambaye alikuwa katika nchi hiyo ya Israel kusaka elimu hususani katika nyanja ya kilimo. Mabaki yake yako katika jeneza hili hapa ambalo litaondoshwa eneo hili la KIA moja kwa moja kuelekea Ukasmeti, Simanjiro, mkoani Manyara ambako taratibu za maziko zitafanyika. Tumefarijika na tumepokea kwa furaha na shukrani mabaki ya mwili wa kijana wetu, kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Semanjilo, wakiungana na familia ya ndugu yetu Mzee Mollel kuweza kuhitimisha msiba uliojitokeza kutokana na machafuko kule Israel. Joshua Mollel ni miongoni mwa Watanzania wawili waliopoteza maisha nchini Israel mwaka 2023 kufuatia mapigano baina ya taifa hilo na kikosi cha Hamas, na mwenzake Clemensi Mtenga, mwili wake ulipatikana mwaka jana na kuzikwa wilayani Rombo mkoani Kilimanjaro. Mimi ni Enos Masanja, Azam News, Kilimanjaro.